Akiwasilisha maoni, changamoto na mapendekezo ya kamati hiyo, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, Mheshimiwa Josephat Kandege amesema kamati hiyo inaitaka serikali kuhakikisha ukopaji wa mikopo ya ndani usizidi kiwango kilichoidhinishwa na bunge, na uzingatie hali ya uchumi na ukwasi wa mabenki katika kipindi husika, na kwa kuwa pamoja na serikali kubainisha kuwa deni hilo ni himilivu, bado inaonyesha hatua inaonyesha kutumia fedha nyingi za makusanyo ya serikali ya kila mwezi. Kwa hiyo basi, kamati inashauri serikali kuhakikisha ukopaji ulipaji wa deni hilo hauathiri ugharamiaji wa bajeti ya serikali. Pia serikali ihakikisha inakamilisha zoezi la tathmini ya uwezo wa nchi kukopa na kulipa, yani sovereign credit rating. Akijibu hoja za wabunge waliotaka kuongezeka fedha zaidi katika sekta ya kilimo waziri wa fedha na mipango mheshimiwa Dr Philip Mpango amesema kuongezwa bajeti pekee katika sekta ya kilimo kwamba kutabadilisha kilimo nchini, swala hilo haliwezekani kutokana na sekta ya kilimo kutegemea sekta nyingine zaidi ili iweze kufanya kazi vizuri. Ni kweli growth ya sekta yetu ya kilimo imekuwa hairidhishi, na nimelisema hili mara kadhaa ndani ya Bunge. Kilimo tukisema bajeti pekee ya kilimo iongeze tutabadilisha kilimo, siyo sawasawa, sawa. Wataalamu wanasema ili kilimo kiweze kufanya vizuri unahitaji pia sekta nyingine ambazo sio za kilimo nazo zifanye vizuri kwa hiyo, kwa mfano tunapozungumzia mbolea, mbolea inazalishwa viwandani. Wakichangia katika mkutano huo, baadhi ya wa wabunge wameitaka serikali kuangalia upya sera za kodi na kuzifanya kuwa rafiki kwa mlipa kodi ili kuondoa tatizo la walipa kodi kujitahidi kukwepa kutokana na ukubwa wa kodi wanazotozwa kulinganisha na gharama wa ununuzi wa bidhaa tabu imekuwa hapa kwetu. Uh, sera za kodi si rafiki kwa mlipa kodi. Kwa hiyo unakuta mara nyingi walipa kodi wanajitahidi kwa kadri wawezavyo waweze kukwepa, kwa sababu zile kodi zenyewe zimekuwa sio rafiki, zimekuwa ni kubwa mno. Mheshimiwa Mwenyekiti, deni hili limekuwa likikuwa siku hadi siku, mwaka 2014/15 deni la TANESCO lilikuwa bilioni 186.4. Kwa mujibu wa taarifa ya kamati inasema deni hili sasa hadi ya Agosti 2016 limefikia bilioni 794.9. Kwamba waheshimiwa wabunge, tunapotumia haki yetu ya kikatiba ya kuwa na uhuru wa mawazo na fikira basi tutoe tafasiri sahihi kwa kauli zinazotolewa na viongozi na wa serikali kwa kuzingatia muktadha wa kauli hizo. Bunge limeridhia maoni na mapendekezo ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti ya kuanzia mwezi Januari mwaka 2016 mpaka Januari 2017. Kutoka hapa bungeni mjini Dodoma, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.